Uh, kwa majina anaitwa Hassan Juma Kube. Uh, tupo katika kata ya Pugu Stesheni. Pugu Stesheni. E, e, ndio. Unakumbuka, unaongozwa na diwani nani? Naongozwa na diwani Shabani Mwanselele. Wengine hawamjui kabisa diwani huko lakini unamfahamu? Anamfahamu afu ni jeshi. Ni jeshi? Eh, kabisa. Tumekuja waandishi wa habari hapa, tumekuta vijana wengi sana mkielezeana na mheshimiwa diwani. Hebu tuelezee nini ambacho kiliwafanya mpaka kukutana na mheshimiwa diwani? Ah, kwanza kikubwa, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kwa siku hii ya leo pia tunamshukuru diwani kwa kumwomba tuonane naye na pia ameitika mwitiko wetu, tujaandika barua eh, simu moja, kwa sababu simu moja tu, tu tumempigia simu moja na ameitika na amekuja kuonana na sisi kwa kile ambacho sisi tunataka tu kumwambia. Ametusikiliza na tunaenda naye sawa. Kwa kweli tunam tunamkubali. Kikubwa hasa ambacho tulikuwa tunazungumza na, na, na, na diwani na kitu ambacho tunachoendea ni kikubwa, hasa ni katika masuala ya, ya, ya usalama na, na, na, na, na masuala ya askari ya jamii katika eneo letu, ni swala la ulinzi. Yaani kikubwa mikakati ipo, yaani kabisa kabisa, kwa sababu tunamwamini diwani wetu, ni jeshi na sisi watu wake, pia ni vijana sisi, ni, ni, ni majeshi naye pia mme, mme, changamoto nyingi tu, kikubwa kwamba Uh, kufuatilia miradi. Na, na miradi ambayo sehemu ambayo haijamaliziwa na ki, ki ukweli kabisa anafuatilia na yupo makini sana katika kufuatilia, na miradi kweli ina, ina, ina, inafanyika, ila tu kuna zile changamoto ndogondogo ambazo za kibinadamu. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kumkumbusha aweze kutekeleza na tunaamini kabisa atatekeleza kwa sababu yeye diwani ni jeshi. Eba, nimenong'onezwa nime na moja ya vijana hapa, diwani amekuja pa kila kitu hapa, chai, chakula, kweli yani kabisa, <laughs> yani kabisa <laughs> <laughs> yani upo wa kutosha <laughs> Yani wa kutosha, yani oye, Diwani oye, oye, Shabani oye, oye. Sio kampeni jama, sio kampeni. Diwani yupo ametembelea vijana kwenye vijiwe amekusanyika. Ongera sana bwana, nini wito wako kwa vijana sasa kata Pugu Station? Kwa vijana wa hii kata ya Pugu Station, yani sina cha zaidi tu kwamba mi nikuwa nawaomba jeshi yaendelee lakini kuna vijana vijana, vijana, vijana fulani hivi ambapo wako hapa masuala fulani ya ufutafudaji ufudaji wa banki ufutu ukulewa, ufutu. Na nanyie am, amtaki hey, kabisa kitu kama kwa sababu kama hivyo vitu vinaweza vikawepo vikawepo kwa sababu sisi ni jeshi na diwani wetu si ni mwanajeshi ni jeshi mwana la kutosha, na tunamtumaini na, na tunamkubali naamini hivyo vitu sivyo udokozi dokozi Le, weza kuwepo kweli kwa Mama Samia kwa ujumbe wangu, ajue tu kwamba si vijana tupo sawa, tuna changamoto za hapa na pale, ila pia si changamoto zetu ambazo tukichukua. Tukizichukua, tukimpelekea diwani, kwa sababu diwani pia ni mpambanaji, ni, ni diwani pia ni binadamu, atakavyochukua pambano atachukua changamoto zetu zile ndogondogo ambazo yeye anaweza kuzitatua atazitatua, lakini kuna zile changamoto ambazo kubwa tunaomba, Mama Samia akipelekewa changamoto zetu na mwne diwana wetu bi mkubwa siku pingi, yani bi mkubwa siku pingi. <laughs> <laughs> e, yani Masamia miaka mitano tena, na sio Masamia tu, diwani wetu Mwanselele Shabani, mitano. miaka mitano tena weneekwaiyo, oh yeah. kitu ambacho cha kusema kwa, je, kwa niaba ya vijana wenzangu yani kwamba changamoto nimezizungumzia, changamoto. Kuna changamoto ndogo ndogo ambazo anaweza kazitatua yeye, lakini kuna zile changamoto kubwa ambazo yeye anazitoa hapa, anazipeleka kwa Masamia. Masamia jua kabisa huko kuna jeshi lake kubwa, na changamoto zetu ambazo tunataka zitatuliwe, akiz, akizipeleka Shabani Mwanselele, basi iwe rahisi kutatuliwa, hivyo tu. Hey, mambo vipi fresh kabisa fresh. Hey, kona mechangamka kweli <tipa> una mheshimiwa diwani watu wangu jana wake Ukanda wa Bangulo kata ya Pugu stesheni, vijana si tupo ya oya oya oya oya, ehe bleta maneno heye, hapa si <coughs> uh, <coughs> uh, <coughs> mheshimiwa diwani amekuja kudumisha ulinzi, si so. Unajua hamna tatizo huko kwetu, siku hizi wizi hakuna, tunaishi vizuri, watu hawaibiwi, utawala shule, watoto wanaenda shule freshi, madaraja yamenyoka, utawala. Yani hapa miaka 800 masamia, <coughs> mbe mkubwa, tupo pamoja, Tumpo <coughs> <la> pamoja <coughs> na tupo pamoja na kiongozi wetu, maisha yanaendelea huku, amani tu, karibuni Bangulo, karibuni <coughs> sana Bangulo <coughs> <coughs> <coughs> karibuni sana Bangulo. Bwana kiongozi wetu amekuja kutucheke vijana wake. Hii sio kampeni, sisi ni vijana washakalikaji, tumefungua vijiwe vya tofali, tunajishagalisha na shughuli zetu ndogo ndogo, tunapambana. Naam, umesema vijana mmefungua miradi mbalimbali. Ndio, tuna tofali tunapiga. Sisi hawa vijana, kuna mafundi tunaona je hapo? Yeah, boda bodaboda, amna tumejiongeza kwenye biashara zetu bodaboda tumepata, hey, na wadogo zetu tumewajiri hapo boda bodaboda, na familia zetu zinaishi fresh na ndugu yetu anatupa sapoti Mheshimiwa Diwani Shabani Musa, diwani anatupa sapoti. Mwenyezi Mungu amweke miaka mia nane aishi miaka mia nane e e e e e Yesu. Yesu. Ah. i ah. si tupo maisha <laughs> anaendelea kiongozi poa. Ndio Bangulo, Kata ya Pugu Stesheni, si itupa maarufu kwa jina anaitwa Mandela au Baba Yesu, imeisha hao ndio vijana wakichangamka kabisa, wakiona Mheshimiwa Diwani Shabani wakata Pugu Stesheni, wakiongea mambo mengi. Kubwa zaidi ni swala zima la kuanzisha miradi mbalimbali ambapo vijana wameacha kukajueni, sasa wanajishughulisha, wana lakini hivi sasa kuna kijana mwingine, yuko wapi? Yuko wapi? Njoo, njoo, njoo kijana, njoo, njoo, njoo. Bwana diwani oye Diwani Diwani. Diwani. Diwani. Diwani. Diwani. Sawa, sawa, sawaa. Vijana wakiongea na Mheshimiwa diwani Mheshimiwa Shabani wa kata. Ukifa Na hiw ukna ukioza mba usinuke kupuliziwa parfum miaka mia nane na mkubali sana cha kwanza Mheshimiwa diwani katengenezea barabara nzuri freshi, miradi mm. inakuja kibao mengi tunayo mm. si so mwenyeelewa vizuri kupitia nani, Mheshimiwa diwani mm. lakini kuna viongozi wengine wapo, tuna mwenyekiti

Eh, mwenyekiti wangu yeah. Mambo yapo vizuri na anafanya fresh, vile vile kituo kilipo tunacho cha polisi tulile kihitaji yeah. Tumekipata mm. Ndio kama hivyo vijana tu, tuwe na ulinzi shirikishi shirikishi. Ulinzi kwanza. Yeah. Mm. Kazi mbele mm, daima mbele. Nyuma mwiko imeeleweka. Ongea kidogo mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa tunaona huko na vijana hapa wakifurahi sana, ukikupongeza kwa ajili ya juhudi zako za kuwatambua vijana na kukaa nao, labda kubwa zaidi, una wito gani kwa vijana hao uliokaa nao? Wamesema kwamba wanashukuru sana viongozi wa mheshimiwa diwani pamoja na mwenyekiti, mmewaandalia mua, miradi mingi ambapo vijana baada kwa kaa kijiweni wako hapa, nini wito wako? Kwanza kabisa majina yangu naitwa Gudu la Kimwele, mwenyekiti wa mtaa Bangulo katika kata ya Pugu Stesheni. Eh, eh, kwa asilimia kubwa huwa tunaangalia makundi mengi ambayo yanahitaji msaada mkubwa katika serikali yako, makundi ya kinamama, makundi ya vijana na makundi ya wazee na pia na watoto, lakini kwa makundi ya vijana asilimia kubwa yenyewe inahitaji support mheshimiwa rais, mheshimiwa mbunge pamoja na mheshimiwa diwani na uongozi wa kamati ya mtaa tumekuwa tukiashirikisha a makundi namna ambavyo kuhakikisha kwamba tunaweka pamoja, kuliko kuyafanya hatawanyike. Lakini pia vijana hao wakitumika vizuri, kwa maana ya kushirikishwaji katika mambo mengi, wanakuwa ni vijana wazuri sana na watoa taarifa mbalimbali, hasa kwenye mambo ya ulinzi wa usalama. Na leo hivi kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani, tumekutana nao ili tuweze kuzungumza nao lugha moja lakini pia kwa kuwa tunajua kwamba wao wana nafasi ya kufanya jam mambo makubwa zaidi. Kama ulivyosikia, wengine wanao miradi ya bodaboda, wengine miradi ya mashine za tofali za kupiga, lakini wengine wamejiajiri majijia, wengine wameajiri kupitia sekta hizo binafsi za viwanda. Lakini katika kata yetu ya Pugu Stesheni na jimbo la Ukonga, usa Mheshimiwa Jeri na Mheshimiwa Shabani Musa kwa asilimia kubwa wanagusa sana hizi sekta za vijana pasipo kuwaacha wenyewe wakae hivi. Kwa hiyo na sisi na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya mtaa, mwenyekiti wa ulinzi wa usalama, jukumu langu ni kutoa elimu na kuzungumza na, na vijana juu ya kulinda usalama katika mtaa wetu. Kwa hawa vijana kishirikishwa zaidi katika mambo mbalimbali ya ulinzi na usalama, lakini pia nao watakuwa ni sehemu ya kutoa taarifa kama makundi ya vijana tofauti yakiingia katika mtaa huu ambao hawajui wenyewe, natoa taarifa. Bwana mwenye kitu na vijana tuwaelewi. Bwana, vipi naomba sikieni. Kwa hiyo wakati mwingine tunashirikiana. Na mimi niwashukuru sana mheshimiwa diwani na mheshimiwa mbunge kwa namna mlivyoshirikisha makundi mbalimbali ya vijana. <laughs> Eh. Lakini hiyo istosha kama ulivyosikia vijana alimpigia simu mheshimiwa diwani, bwana sisi tunakuhitaji hapa, na mimi akanipigia simu mwenye kitu uko wapi, njoo. Tumekuja kuwasikiliza vijana zungumza mambo mbali mbali yanayohusu kata yetu hapa Pugu Stesheni na mtaa wa Bangulo, hasa eneo la ulinzi na usalama. Wakati mwingine jamii ina, ina, ina, inawapa majina mabaya vijana, kumbe pengine vijana ni elimu tunatakiwa. Hawa vijana ni wazuri sana, hasa eneo la ulinzi na usalama, hatuwezi kwenda mbali. Kwa hiyo na sisi tunalo jukumu kama viongozi, mjumbe mjumbe wa kamati wa shina au mwenyekiti wa, mwe wa kamati ya mtaa diwani na kamati yake ya maendeleo, lakini pia kuna mheshimiwa mbunge mheshimiwa. Tunapoyashirikisha vizuri haya makundi ya vizuri, aa, vijana, maana vijana ndio wenye nguvu na ndio taifa la kesho. Mwenyekiti oye! Mwenyekiti oye! Ndugu mtangazaji, ningependa kwanza kumkaribisha mheshimiwa diwani aongee hata mawili matatu. Bwana mheshimiwa diwani, nyanyuka kwa fursa, nakuomba kiongozi. Samahani diwani, jembe hapa. Kwanza niwakaribishe Bangulo yetu hii na kata ya Pugu Stesheni. Na leo mmekuja kikao cha familia, sisi tunaita kikao cha familia sababu diwani na hawa ndugu zangu unaowaona tumekuwa sehemu moja, kwa hiyo tunayojadili hapa ni ya nyumbani. Mwenyekiti wa mtaa ni sehemu ya vijana hao na mengi kaya sema. Kwa hiyo wala hapa kulikuwa hakuna maneno mengi, ni kuona tu jinsi gani tunavyoshirikiana na vijana lakini jinsi gani tunavyoimarisha ulinzi na usalama. Kilicho nileta leo hapa nilipigiwa simu na mabwana bana, leo fanya ufanyavyo hakika tunaonana. Nimetenga muda mda wa kuja kukaa nao niwasikilize tujadiliane tukimaliza eh. Hapo basi tule pamoja, lakini pia kuna machache tutawaomba watusaidie, hasa kwenye ulinzi na usalama na umekuta tu ajenda zimeisha, lakini wameahidi kuwa Bangulo bila uhalifu inawezekana, inawezekana. Lakini la mwisho nilio furahi hapa, vijana na wameniambia nifikishe salamu Dr Samia, kwa Pugu Stesheni mitano nyingine, na diwani Shabani mitano nyingine, na sio tu mitano siyo, na siyo, na siyo tena. Wakasema hapa tulipo wote tumejiandikisha Yaani vichinjio wanafanyaje? Wanafanyaje vichinjio? Unaona, vichinjio vinaonyeshe vichinjio navyo. Kwa hiyo hali ya Pugu Stesheni iko shwari, nikisema iko shwari kwenye upande wa maendeleo, iko shwari kwenye upande wa ulinzi na usalama, iko shwari kwenye mahusiano. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuchapa kazi, na hapa kipindi hiki tulichonacho ni kipindi cha uchaguzi. Inawezekana wengine wakasema unakusanya makundi kwa ajili ya siasa. Hapana, hapo nikikwambia niwataje kwa majina moja moja, nawajua kwa sababu tumeishi nao kwa mimi, ni sehemu yao. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, sisi tunapenda kuwakaribisha sana huko. sijui kata zingine wanaishija, lakini sisi tunaishi kiujamaa sana, la kwao la kwangu, la kwangu la kwao kwa lugha nyingine tunasema, atakaye aje atawakuta vijana, watampokea watamwonyesha njia. Nashukuru, nashukuru Mheshimiwa Diwani pamoja na mwenyekiti, wakielezea jinsi gani ambapo wamekaa na vijana na kuelezea mambo mbalimbali zaidi ya kuinua uchumi na pia na kuweka ulinzi mkali.